Tunaendelea na darsa yetu yenye anwani "Usihuzunike, usiendeleze huzuni". Ni dhahiri ya kwamba kila mtu au kila mwanadamu anatamani kuona watu wote wanampenda. Ni dhahiri kila nafsi ya mmoja wetu anatamani kuona watu wote wanampenda na wanamsema vizuri na wanamtaja vizuri. Lakini tamaa hiyo ni tamaa ya jambo ambalo ni mustahili, ni jambo ambalo haliwezekani kupendwa na watu wote. Kutaka kupendwa na watu wote ni jambo ambalo haliwezekani, ni jambo mustahili, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuumba hivyo. Ukiwa unachukiwa na watu au kiwa kuna baadhi ya watu wanakuchukia, basi usihuzunike, wako watakokupenda na wako watakaokuchukia. Ndivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyoiumba hii dunia, lakini sio uchukiwe na watu kwa sababu ya tabia zako mbovu mbovu. Maana kuna watu wanachukiwa na watu katika jamii kwa sababu ya mambo yao mabaya, kwa sababu ya matendo yao maovu kwa hivyo utachukiwa na kila mtu atakuchukia, lakini chuki ya hapa tunayoizungumzia ni mtu ambaye anakuchukia bila ya sababu yoyote, na hata ukimuuliza kwa nini unamchukia fulani, anasema ah, namchukia tu. Anamchukia bila ya sababu yote, au huenda anamchukia mtu kwa sababu huyo mtu anachukiwa na rafiki yake fulani koo na yeye anamchukia mtu huyo kwa sababu anachukiwa na rafiki yake, yeye anaingiza chuki. Kwa sababu ni vitu ambavyo havitakikani katika jamii, kwamba unamchukia mtu eti kwa sababu ana anachukiwa na mtu fulani, huo sio Uislamu na hiyo sio akhlaqi za Kiislamu. Chuki tunayozungumzia hapa ni chuki ambayo ini automatically tu mtu anamchukia mtu bila ya sababu yote. Kwa hiyo ikitokea mtu anakuchukia kwa sababu hakuna sababu ya msingi, wala usihuzunike, na wala usiendeleze huzuni, na wala usitamani sana kupendwa na watu wote, kwa sababu hilo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hajawahi kuliumba, ikiwa mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasalama mtume mtukufu wa daraja ambaye Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anamsifu wa innaka la ala khuluqin adhim, hakika wewe mtume Muhammadi uko juu ya tabia tukufu. Mtume alikuwa na tabia nzuri, walimuita majina matukufu mazuri mazuri, as-sadiqu al-amin, walimwita mkweli muaminifu. Lakini pamoja na hayo Mtume walimchukia baadhi ya watu, walimchukia, walimchukia baadhi ya watu, mwingine hata ndugu zake walimchukia. Mtume alikitamani watu waongoke, ndugu zake waongoke, waongoke, lakini Mwenyezi Mungu akambia, innaka la tahdi man ahbabta, huwezi kumuongoza unayemtaka. Mwenyezi Mungu anamuongoza mtakaye. Mtume wa Mwenyezi Mungu alichukiwa, hakuwafanyia watu mabaya, lakini watu walimchukia. Sembuse wewe. Mtume mwenye tabia tukufu alichukiwa, lakini achilia mbali hivyo, hata Allah subhanahu wa taala mwenyewe anachukiwa na wale ambaye amewaumba, waja wake amewaumba, anawaruzuku, anawapa neema mbalimbali, lakini bado watu wanamchukia na hawamuabudu na hawamuheshimu na hawamtii, sembuse mimi na wewe. Kwa hiyo usihuzunike kwa watu kukuchukia wewe, kwa sababu hata Mungu, kuna watu wanamtukana. hata Mungu, mtume amechukiwa na Mungu mwenyewe, kuna watu hawamuabudu, wanamtukana, sembuse mimi na wewe. Kwa hiyo ikiwa kuna watu wanakuchukia basi usihuzunike, lakini wa min al-ma'lum annaka lan tastati'a an tughliqa afwah alhasidina walhaqidin, na katika jambo la kawaida ndugu yangu unayenisikiliza, hauwezi kuifunga midomo ya mahasidi na watu wenye chuki, huwezi ukaizuia ukaifunga isipokuwa, unaweza wewe kuizuia kuyazuia masikio yako na, na moyo wako. Ukisikia maneno yao unayapuuzia, unaendelea na mambo yako. Ukisikia chuki zao, ukisikia wanavyokusema vibaya, zuia masikio yako, si kana kwamba usisikie, utasikia, lakini unayapuza, uzuie moyo wako, puuza. Hilo ndo unaloweza kulifanya, lakini useme ami, kwa nini watu wananchukia? Ilikuwaje? Ilikuwaje? huwezi tegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Bora ukapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuliko kupendwa na watu ambao hawatakunufaisha.